Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema, Tundu Lissu, inaendelea katika Mahakama Kuu masijala Ndogo Dar es Salaam leo Jumatatu, Oktoba 20, 2025. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini akidaiwa kutoa maneno ya kuitishia Serikali ya Tanzania kinyume cha Sheria ya Kanuni ya Adhabu. Katika kikao cha leo, upande wa jamhuri unatarajiwa kuanza kujibu hoja za pingamizi nne alizozitoa Lissu Ijumaa iliyopita. Pingamizi hizo zinahusu kukataa kupokelewa kwa baadhi ya vielelezo ikiwemo video inayomwonyesha Lissu akitamka maneno yanayodaiwa kuwa ya uhaini ili iweze kutumika kama kielelezo cha ushahidi wa upande wa mashtaka. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru. Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time Dunia Darubini.